labbaikallahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik innal hamda wa nni'mata laka wal mulk la sharika lak labbaik a'udhu billahi minash shaitani rrajim bismillahir rahmanir rahim taarifa kwa vyombo vya habari juu ya maendeleo ya hatua za maandalizi zinazoendelea za utekelezaji wa ibada Hija mwaka 1446 hijiria sawa na 2025 miladia. Ndugu waandishi wa habari, ndugu walikuwa wote, mabibi na mabwana, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wanahabari, kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhana wa taala kwa kutujalia kukamilisha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tukiwa na afya njema na amani. Tunamwomba Allah atupokelee ibada zetu Atufanyie wepesi katika kila jambo letu na tujalie kuendelea kufaidika na baraka za mwezi huu baada ya kumaliza kwake. Ndugu wanahabari, mtakumbuka kuwa mnamo tarehe 22 Oktoba 2024 20, 20, tuliwaalika katika ukumbi wa Masjid Jami Zanzibar uliopo Masjid Mazizini kwa lengo la kuwaomba mtusaidie kufikisha ujumbe kwa umma kuhusu uwepo utaratibu mpya wa utekelezaji wa shughuli za hija. Utaratibu huu umetolewa kupitia ratiba maalumu iliyotangazwa na Wizara ya Hija ya Saudi Arabia. Ndugu wanahabari, serikali ya Saudi Arabia imeweka ratiba hii kwa makusudi maalumu, ili kurahisisha maandalizi na utekelezaji wa ibada hija kwa ufanisi zaidi. Lengo ni kuhakikisha kuwa ibada hii inafanyika kwa utaratibu mzuri, huku ikiwawezesha wizara ya hija y kupanga na kusimamia shughuli zao kwa wakati unaofaa. Aidha, ratiba hii ina jumla ya vipengele vikuu vinane ambapo tayari vipengele sita vimeshakamilika. Hivi sasa tumebakiwa na vipengele viwili vya mwisho ambavyo vitakamilisha mchakato mzima wa maandalizi ya ibada hija kwa mwaka 1446 hijiria sawa na 2025 miladia. Ndugu wanahabari, katika mkutano wetu na waandishi wa habari uliofanyika tarehe 22 Oktoba tulieleza kwa kwa kina ratiba ya shughuli za hija kwa ujumla wake. Pamoja na hayo, tulisisitiza umuhimu wa mahujaji watarajiwa kujiandikisha na kukamilisha malipo yao mapema kabla ya tarehe 15 Shabani 1446 Hijiria sawa na tarehe 14 Februari 2025. Tarehe hii ilikuwa ni mwisho kwa taasisi zote zinazohusika na usafirishaji wa mahujaji duniani kote kukamilisha mikataba muhimu, ikiwemo mikataba ya makazi Maka na Madina, mikataba ya mahema Mina na Arafa, mikataba ya usafiri nchini Saudi Arabia. Ndugu wanahabari Ilipofika tarehe 14 Februari 2025 sawa na mwezi 15 Shaabani 1446 Hijiria, mtandao kwa ajili ya kukamilisha mikataba niliyohitaja hapo juu ulifungwa rasmi na ikawa hakuna uwezekano tena kwa taasisi kuweza kuingia makubaliano ya kulipia mahema Mina na Arafa. Hata hivyo, kutokana na changamoto zilizojitokeza, wizara ya Hija iliongeza muda wa kukamilisha mikataba ya nyumba za makazi hadi tarehe 20 Ramadhani 1446 Hijiria. Hii ni ishara dhahiri ya jinsi wizara ilivyodhamiria, ilivyodhamiria ya hija ilivyodhamiria kusimamia kwa umakini utekelezaji wa ratiba hiyo na, na kuhakikisha nchi zote duniani zinafuata masharti yaliyowekwa kwa wakati. Ndugu wanahabari, leo hii tumewaita tena ili mtusaidie kuuhabarisha umma wa Kiislamu kuwa taasisi za hija zipo katika kipindi cha utoaji wa visa kwa mahujaji, mchakato ambao ulianza rasmi tarehe 20 Februari 2025. Kulingana na ratiba iliyowekwa, muda wa utoaji wa viza utakamilika rasmi tarehe 18 Aprili 2025 sawa na mwezi 20 Mfunguo Mosi 1446 ambapo mfumo wa utoaji wa viza utafungwa rasmi. Kwa muktadha huo tunawaomba mtusaidie kufikisha ujumbe huu kwa umma wa Kiislamu, hususan kwa wale waliopanga wa kutekeleza ibada hija mwaka huu 1446 Hijria, 2025 kuhakikisha wanakamilisha malipo ya safari zao na kuwasilisha pasipoti zao kwa taasisi walizojiandikisha haraka iwezekanavyo. Aidha, kwa wale ambao bado hawajajiandikisha tunapenda kuwajulisha kuwa nafasi bado zipo. Tunawasihi waendelee kujisajili katika taasisi wanazozipenda na kukamilisha malipo yao kwa haraka, kwani muda wa utoaji visa ni mfupi. Ikumbukwe kuwa mchakato wa utoaji visa katika mfumo rasmi unachukua kati ya siku tatu hadi siku nne hivyo ni muhimu kuchukua hatua mapema ili kuepuka changamoto za muda wa mwisho. Tunaendelea kusisitiza umuhimu wa kufuata rati, ratiba ili kuhakikisha safari za hija za mwaka huu inafanikiwa kwa urahisi na utulivu. Ndugu wanahabari, mahujaji kutoka kote duniani wanatarajiwa kuanza kuingia nchini Saudi Arabia kuanza tarehe mosi Dhulqaada 1446 kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa, kwa upande wa Zanzibar, safari za mahujaji wanaoratibiwa na umoja taasisi za hija Zanzibar UTAHIZA zinatarajiwa kuanza rasmi tarehe 22 Mei 2025. Mahujaji hawa watasafiri moja kwa moja kutoka Zanzibar kuelekea Madina kwa kutumia shirika la ndege la Saudia Airline. Ndugu wanahabari habari, niwashukuru sana kwa ushirikiano wenu wa dhati, nikiwa na imani kuwa mtahakikisha ujumbe huu unawafikia walengwa kwa wakati muafaka. na nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Allah alipe kila la heri.